Stand by, stand by. Habari yako mtazamaji wa Zantime, karibu katika chaneli yetu. Jina langu ni Amina Lumwecha na karibu leo, tupo Mwera katika utambulisho wa wachezaji wa timu ya Blue Kids. Nikwambie karibu sana uwe nami mwanzo hadi kufikia tamati ya kama unavyojionea mwenyewe hapa mazingira yametaradadi, watu wako tayari kabisa katika ufunguzi huu wa timu, ambapo watu tayari wamejiandaa katika kuitimiza shughuli hii mwanzo hadi kufikia tamati ya shughuli hii. Nikwambie karibu sana, na huyu ni mwenyekiti wa timu atakwenda kujitambulisha jina lake, lakini pia vilevile ataeleza jinsi gani amejipanga katika siku ya leo hii. Jina lako lakini pia vipi umejipanga katika shughuli yetu ya leo? Assalamu alaikum. Kwa jina naitwa Asha Suleiman Hamisi, ni mwenyekiti wa Blue Kids. Kwa furaha nilionayo leo, wanachama wangu, watoto wangu, tumejiandaa sherehe yetu ya kinyonge, bado ni wanyonge na bado hatujapata sapota, kwa hiyo nawaomba viongozi watusajihishe watusaidie, mm. kina baba mm. na kina mama, naomba munipe sapota, mwanamke mwenzenu kama mimi, mama, nimejitolea kuungana na watoto wangu kuhusu jarida la michezo. Kwa hiyo naomba kwanza nikupe hongera, lakini pia asante sana. Niambie kwamba siku ya leo unaionaje? Kwa kweli, siku ya leo naiona nzuri sana sana tunashukuru, ingawa changamoto zipo za hapa na pale mm, lakini kwa uwezo wa Allah namuomba Mungu atufanyie wepesi na shughuli yetu. Haya, asante sana, asante shukrani. Nipo naye hapa msanii ambaye atakuja kutumbuiza siku ya leo. Kwanza kabisa nikwambie, ningependa ni, ni, ni ujitambulishe jina ni lako, lakini pia nafasi uliokuwa nayo katika siku ya leo. Eh, kwa jina naitwa Juma Ramazani Ali Mpambo Jina langu la kisanii ni Jusem Palestina mm -hmm. na siku ya leo nitatumbuiza kama nilivyojaliwa, ila nimeshukuru sana katika tafrija hii ya utambulisho huu wa timu pamoja na wachezaji kwa ujumla wa Blue Kids. Mm -hmm. Nashukuru sana nashukuru sana na sana, nitafanya ninachoweza kukifanya. Umejiandaje siku ya leo katika kutumbuiza Ha, mi, ma, maandalizi yakoje na umejiandaa vipi kuwaweka watu attention waweze kukufuatilia? Ya, ya ma, maandalizi niliojiandaa ni maandalizi mazuri. Maandalizi mazuri, kwanza niko na hali kubwa tu mpaka kufika hapa. Kwa mfupi, maandalizi ni mazuri. Mbele yako hapa mtazamaji nipo na msanii ambapo atakwenda kumtambulisha lakini pia atakwenda kuzungumza kwamba anajisikia vipi siku ya leo kuwa katika tamasha hili na kutumbuiza pia. Kwanza jina lako ni nani? Ah, jina langu naitwa Young Like ama Rais wa Mama, naitwa Young Like ama Rais wa Mama. Ndiyo. Na unajisikiaje kuwa leo ni miongoni mwa wasanii ambao wametumbuiza hapa na, nasijisikia raya sana ya nimepata bashasha na kusema kwenye nafsi yangu, kutoka kama mitano tena. Na vipi kuhusu wale vijana ambao umeona hapo kwenye wametambulisha timu yao, au nalio na kuambia kama vijana pia kama vijana wenzangu okay. Basi tunaomba sisi tusikate tamaa okay. Tuzidishe juhudi ya kama leo tumefika hapa, tunaimani kesho yake atutafika bahi teknolojia makubwa sana zaidi ya, ya. Asante sana sa, sa, mnayemwona hapa ni mmoja kati wache ya wachezaji ambapo wametoka kutambulishwa timu yao hapo, atajitambulisha lakini pia atasema anajisikiaje siku ya leo. Jina lako ninani? Kwa majina Muslim Mlmskiraj Omar, mchezaji wa Blue Kids. Kwa siku ya leo, unajisikia furaha tu kutambulishwa hapa wachezaji? Yaani kiufupi ni raha tu. kwa nini? kwa sababu leo yani ni kama siku kubwa ya kutambulishwa kwetu sisi wachezaji na kuundwa upya timu yetu. Ni mchezaji namba kumi na moja. Kwa nini umechagua namba kumi na moja? Kwa sababu nabangu, na bangu na iweza, najua majukumu yake namba kumi na moja. Asante sana. Tuambie unaitwa nani, lakini pia unajisikiaje siku ya leo kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao umetoka kua kwa majina naitwa Makame Fadhili Hussein, mchezaji anacheza na winga namba saba. Kwa nini umechagua kucheza namba saba? Kwa sababu ndio naona namba inayonipame mwenyewe na ninavyoweza kucheza pia. Waambie watazamaji unajisikiaje siku waliokuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wametambulishwa leo? Najisikia vizuri kwa sababu ni siku ambayo kwangu mimi naiona ni siku kubwa na Yes, bayo, ni siku ambayo nilikuwa naisubiria kwa hamu na leo imefika, nimeonekana kama mimi mchezaji wa Blue Kids. Tutegemee nini baada uh, ya uh, miaka miwili? Tegemea makubwa tu kwa sababu na mengi nataka nifanye katika timu hii. mambo vipi? safi kabisa. unajisikiaje leo? hiisafi unajisikia furaha kabisa uhum. Yani mioyo yetu ameburudika kwa kuifikia hii siku, kwani hii siku sea kwa... washabiki wa timu ya Blue Kids tunaisubiria kwa hamu na leo imetufikia, kwa hiyo hatuna budi kusema tuamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima wa afya. Fresh kabisa. Tunashukuru kwa hilo. Na muna muna muna malengo gani baada ya miaka miwili au mitatu ijayo? Um, kama... yani binafsi oso mm -hmm. Mimi pamoja na washabiki, sio washabiki tu, pamoja na wazee mitaani oso tuna ndoto zetu baada baada ya miaka miwili mitatu, hizi timu Centrali Junior, tunataka iloko Centrali tunataka msimu huu hapa kwanza, oso tuipandishe, tuipeleke juu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na Junior oso tunataka wadogo zetu wakuwe kimpira zaidi kutokana, sasa hivi sio mpira, ni ajira. Serikali haiwezi ikaajiri watu wote, kwahiyo lazima hata viongozi wetu kina Dr. Hussein Ali Mwinyi, mama Samia wanasema za kabisa, kama vipi serikali haitoajiri watu wote. Kwahiyo kuna ndo wa, ikawa wanatoa vyanzo vya raia wake waweze kujiajiri. Kwahiyo naamini mpira sasa hivi ni ajira na wadogo zetu waloko chini wakicheza mpira wakijiunga na Blue Kids yoso baadaye huko watakuja kuwa wachezaji wazuri mpaka kwa taifa kabisa. Asante sana. Asante sana, shukuru sana. Asante pia kwa kushukuru zaidi. Kwanza naomba ujitambulishe jina lako. Kwa majina anaitwa Salim Omar Faki Yuh. Na una nafasi gani katika timu ambayo ambao utambulishwa hapa katika timu hii inayotambulishwa hapa? Mimi ndio kocha mkuu wa timu. Hongera sana. Asante sana. Na unajisikiaje siku ya leo katika tamasha hili? Nimefurahi sana. Nimefurahi kwa sababu kwanza wamefanyiwa vijana wangu na viongozi wangu tamasha, kwa hiyo nimefurahi sana na nimependa sana baada ya miaka miwili ama mitatu sitegemee nini ukiwa kama ni kocha katika timu yako? Muda ulionipa mrefu sana hata, sitegemee miaka miwili mitatu, nategemea ndani ya msimu huu basi ha. Viongozi wangu nitawapa jambo katika timu hii. Asante sana. Naomba ujitambulishe jina lako lakini pia nafasi yako katika timu iliyotoka kujitambulisha hapa ama iliyotoka kutambulisha. Uh, mimi jina langu ni Anuari mkubwa na ni kocha upande wa wat, watoto wa junior na ni msemaji katika upande wa timu nzima. Hongera sana. Hmm. Tutegemee nini katika ndani ya miaka miwili ama mmoja mbele? Tutegemee mazuri kuanzia kwa washabiki, mpaka kwa timu wenyewe na kwa viongozi wote ambao walipata kuhudhuria hapa na kuona timu yetu. Na unajisikiaje ukiwa ni miongoni mwa watu walioshiriki katika hili tamasha? Najisikia vizuri kwa sababu ni moja ya ndoto yangu ambayo nitarajia sana je kama hivi na kuonyesha kwamba jamii yangu au wa mtaa wangu hapo kwamba kuna jambo linawezekana kufanyika na uwezo wa kufanya. Hilo jina mlolipa hilo linaitwa Boy key, Boy Blue Kids. Blue Kids. Blue Kids. Yeah, blue

kwamba Blue ni ni maji au ni bahari na kids ni watoto. Hmm. Asante sana. Asante sana, shukrani.